Vita tatu za kifedha, mapambano ya akili ya mwanadamu. Kwa kila binadamu anapoinukia katika eneo la kifedha, anakumbana na vita tatu, na vita hizi zinakuja ili kuja kumnyonyesha, kumdogodesha na kufanya kushindwa asiendelee na kuanguka chini kwa kipato Fikra maisha kama uwanja wa vita. Kila siku unaamka, unapambana, unahangaika, unatafuta, lakini ukweli ni mmoja: kila mtu duniani anapigana vita ya kifedha, anakuwa na vita ya kifedha, hata kama hawachunguzi wazi, hawazungumzi wazi, ila wanakuwa na vita zao. So bila kupoteza muda, mtundu kuziangalia hizo vita tatu za kifedha zinazowakumba watu duniani. Vita ya kwanza, vita zidi ya umaskini. Hii ni vita ya kwanza kabisa, ni pale unapohangaika kutafuta chakula, kodi, ada za watoto na mahitaji ya kila siku. Watu wengi wanabaki hapa maisha yao yote, wanatumia nguvu nyingi lakini kipato hakitoshi. Je, yeah, chanzo vita hii ni nini? Chanzo cha kwanza ni ukosefu wa ujuzi maalumu, Kutegemea chanzo kimoja cha kipato, kukosa maarifa ya kifedha. Silaha ya ushindi wa vita hii: kujifunza ujuzi unaolipwa sokoni, kuanzisha biashara ndogo, pia na kutafuta vyanzo zaidi ya kimoja cha mapato. Ujumbe: ukishinda vita hii, unaondoka kwenye kuishi siku kwa siku, unaanza kuishi maisha ya mipango. Vita ya pili dhidi ya fedha ni vita dhidi ya madeni. Baada ya kuanza kupata pesa, vita mpya huanza: madeni, mikopo, deni la simu, bodaboda, samani, harusi, starehe. Watu wengi hapa ndipo huanguka. Wanapata laki tatu, lakini matumizi ni laki tano. Chanzo cha vita hii: kutaka kuishi maisha ya kujionyesha, kukosa bajeti ukubali mikopo ya anasa. Silaha ya kushinda vita hii kuishi chini ya kipato chako, na kutengeneza bajeti ya mwezi, na kulipa deni moja moja. Ujumbe: deni ni kama pingu, ukimvunja unaanza kutembea kuru. Vita ya mwisho, vita ya tatu, vita dhidi ya matumizi ya sio ya nidhamu. Hii ni vita ya mwisho na ya hatari zaidi. Hata matajiri wengi hushindwa hapa. Unapata pesa nyingi lakini unaishi sifuri mwisho wa mwezi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna nidhamu. Chanzo vita hii: ununua vitu usivyovihitaji, kukosa akiba, kukosa mpango wa uwekezaji. Silaha kushinda vita hii ni kuwekeza akiba kila unapopata pesa, kuwekeza kwenye kitu kinacholeta faida na kufikiria kabla ya kununua. Ujumbe: nidhamu ya fedha ndiyo tofauti kati ya tajiri wa muda na tajiri wa maisha. Hitimisho langu kwa leo katika chaneli yetu ya Azizi Brand, maisha ya kifedha ni kama kupanda mlima. Kwanza unavuka umaskini, alafu unavunja madeni, mwisho unaweka nidhamu ya matumizi. Ukishinda vita hizi tatu, Uwa sio tu tajiri kwa pesa, uwa tajiri wa amani ya moyo. Okay, thank you. So subscribe like it.